Uganda inaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026, lakini badala ya kampeni huru kuna hofu, wasiwasi wasi, na kamata kamata mitaani. Inaripotiwa kuwa zaidi ya watu 550 wamekamatwa tangu mwanzoni wa mwaka huu na wengi ni wafuasi wa Bobi Wine na chama chake cha NUP. You the okay? Are you Nchini Uganda mikutano ya upinzani imesambaratishwa kwa mabomu ya machozi maji ya kuwasha virungu na hata risasi. Kuna madai ya wafuasi upinzani wa upinzani kutekwa na magari yasiyo na namba za usajili kufichwa na kuteswa huku wakiwa waruhusiwi kuwasiliana na familia zao. Umoja wa Mataifa unazitaka mamlaka za Uganda kusitisha ukandamizaji, kuachia wote waliokamatwa kiholela na kuheshimu haki ya wananchi kushiriki shughuli za siasa kwa amani We